Siasa ni mchakato wa kutafuta na kutekeleza maamuzi katika jamii, kupitia serikali au vyama vya siasa. Mbunge ni mwanasiasa ambaye hudumu katika nafasi hiyo kwa miaka mitano na kisha mchakato wa kugombea nafasi hiyo kuanza tena. Katika kipindi hicho, mbunge anapaswa kusimamia na kusemea wananchi wa eneo lake, kuhakikisha huduma ambazo hazipo zinapatikana. Leo katika siasa kwa nafasi ya ubunge namleta kwenu mbunge wa Songea mjini Dk. Damas Ndumbaro atueleze nini kimefanyika jimboni kwake kwa miaka hii mitano anayoimaliza, gharama kiasi gani zimetumika chini ya serikali ya awamu ya sita na nini anawaambia wananchi wa jimboni kwake. Asante sana Zaituni. Katika jimbo la Songea mjini lililoko kwenye manispaa ya Songea mkoa wa Ruvuma, mengi yamefanyika chini ya uongozi wa awamu ya sita wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mengi makubwa, lakini nikianza kuyataja, tumepata uwanja wa ndege mpya. Maana ule sio ukarabati, ule ni ujenzi mpya, uwanja ambao umegharimu shilingi bilioni 38 za Kitanzania. Hivi sasa ndege zinaweza zikatua masaa 24, na ukiongea na watu wa ATCL, wanakuambia safari ya ndege ya Songea ndege zinajaa siku zote, wako kwenye mpango wa kuongeza idadi. Walikuwa wanakwenda mara tatu kwa wiki, sasa wanafikiria kufika hata mara tano kwa wiki. Lakini mradi mwingine mkubwa sana pale Songea mjini ni ujenzi wa chanzo kipya cha maji na mabomba mapya ya maji. Pengine huu ndio mradi mkubwa kuliko wote katika historia ya jimbo la Songea mjini. Una gharimu shilingi bilioni 147.5. Bilioni 147.5. Sasa ukiangalia hii miradi miwili hii sasa tu hii inakimbilia 200 bilioni. Sasa mradi huu wa maji unaenda kujenga chanzo kipya kwenye milima ya Matogoro iliyoko Manispaa Songea. Unakwenda kujenga matenki na matenki tayari yanajengwa. Inakwenda kusambaza maji kwenye kona zote za jimbo la Songea mjini, maji ambayo ya yatamtosha hata atakayejenga nyumba mwaka ishirini na thelathini na nne, yaani yule maji yanamsubiri. Katika sekta ya afya, Mama Samia ametujengea Vituo saba vya afya, vituo saba. Hivi sasa jimbo la Songea mjini lina vituo nane vya afya ambao vinahudumia watu takribani laki tano, laki sita. Kwenye hospitali Songea mjini tuna hospitali tatu, pengine ni moja kati ya majimbo machache sana ya mkoani yenye hospitali zaidi ya moja tuna hospitali ya manispa ambayo ndio ina hadhi ya hospitali ya wilaya. Tuna hospitali ya mkoa kwa sababu sisi ni makao makuu ya mkoa. Tuna hospitali yenye hadhi ya kanda imejengwa katika eneo la mwinge mshindo pale Songea. Hospitali hizi zote tatu zina uwezo wa kufanya operation kubwa, na ile ya yenye hadhi ya kanda kuna vifaa vya kisasa sana kuna MRI scan imewekwa pale. Sasa MRI scan ile imeokolea wagonjwa ambao walikuwa naifuata Dar es Salaam. Songea mpaka Dar es Salaam ni kilomita 1000. Gharama za usafiri, malazi, chakula zote zimeondolewa na Mama Samia kuhakikisha kwamba wanapata huduma. Idadi ya zaanati ni nyingi mno, kwa kama kuna sekta tumefanya vizuri pamoja na sekta ya afya. Kwenye elimu tunavyoongea hivi sasa, katika kata ishirini na moja kata ishirini zote zina sekondari na kuna nyingine zaidi ya sekondari moja, za serikali sio binafsi. Tuongelea sekondari za serikali; ukienda na sekondari binafsi ni nyingi mno. Nilifanya ziara kwenye kata moja nikakuta ina shule 23 kata moja. Kwa sekta ya elimu tumefanya vizuri sana. Tuna shule ya amali iko kwenye kata ya Ruvuma, lakini pia tuna shule nyingine ya amali ya michezo ambayo imepewa jina langu mimi, inaitwa Dk. Damas Ndumbaro Sekondari, iko Songea mjini. Kwenye sekta ya elimu uwekezaji ni mkubwa sana sana. Kwenye barabara za lami tumeongeza barabara za lami zaidi ya kilomita 50 tunavyoongea hivi sasa, kilomita 13 ziko kwenye hatua za mwisho kabisa, ambazo ziko kwenye kata ya mjini, kata ya Misufini, kata ya Mfaranyaki na kata ya Majengo, na moja inagusa mpaka Matarawe. Barabara hizi za lami zinakwenda sambamba na njia za waenda kwa miguu sambamba na taa za sora. Hivi sasa Songea ukipita usiku, ina waka, waka, iko vizuri kabisa. Barabara ni nzuri, taa zina waka, maji yanapatikana, umeme upo, elimu inakwenda vizuri. Lakini kwetu sisi, huwa tunataka kushukuru sana, watu wa Songea tunagarauka mtu hajui kugarauka ni nini. Kuna mtu anakwenda mbele ya mtu aliyomfanyia wema, analala chini na anavilingika hivi, hiyo ndio inaitwa kugarauka. Ni njia ya heshima sana ya kusema asante. Kwenye sekta ya kilimo, sisi wanasongea tunagarauka kwa Mama Samia kwa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza kutupa pembejeo kwa bei nafuu, mbegu na madawa ya viuatilifu. Jambo la pili kutupa mbolea ya ruzuku. Unapoongea mbolea ya ruzuku, watu wengi waelewi wa, wa kidogo, yaani kama mfuko wa mbolea unauzwa shilingi mia moja, laki moja na ishirini, mwananchi sasa ananunua kwa shilingi elfu sitini Samia anaweka shilingi elfu sitini. Manake ukinunua mifuko kumi Samia amekupa laki sita. Ndio maana ya ruzuku katika lugha nyepesi sana. Mbolea ya ruzuku kwetu sisi ni jambo la pili kubwa sana sana katika sekta ya kilimo, kwa sababu Songea ndio inaongoza kwa uzalishaji wa mahindi Tanzania. Mkoa wa Ruvuma ndio namba moja kwa kilimo sisi kule kwetu Songea mahindi sio tu zao la chakula bali pia zao la biashara. Sasa hili la ruzuku hili, mama katutendea wema sana, na kwa niaba ya wananchi wa Songea mjini tunagarauka mbele yako mama tukisema ili tunaomba liendelee, kwa sababu ni jambo la maana sana kwa mkulima mnyonge ambaye hawezi kumudu bei halisi ya mbolea na pembejeo hizi iliyoko kule kwenye soko la dunia. Lakini jambo la tatu katika kilimo ni kutuletea soko la uhakika la mahindi. Tunavyoongea hivi sasa hivi zaitu, ukienda Songea utakutana na msafara wa malori yamebeba bidhaa mbili tu. Bidhaa ya kwanza ni makaa ya mawe, sababu tunatoa makaa ya mawe mengi sana bidhaa ya pili ni mahindi. Mahindi, msafara wa magari kutoka Zambia yanabeba mahindi Songea yanapeleka Zambia. Sasa hii ndiyo serikali ya awamu ya sita, serikali ya Mama Samia, serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imemkumbuka mwananchi wa Songea Mjini, sio tu imempa pembejeo, imempa mbolea ya ruzuku lakini namtafutia na soko. Tunataka nini tena zaidi ya kuunga mkono sisi kumunga mkono mama Samia na kumunga mkono mbunge wa Songea mjini daktari Damas Ndumbaro? Ametembea mema sana kwenye sekta hiyo. Lakini kama vile haitoshi, katika sekta hiyo hiyo kuna ghala kubwa la kuhifadhi nafaka ambalo linaendelea kujengwa pale Songea mjini kubwa kuliko lolote katika hiyo ni kazi ya Mheshimiwa rais wetu. Kwenye swala la fidia, tunagusa sasa nafsi za wananchi. Swala la fidia, tumeshalipa fidia pale Songea mjini, fidia nne tunasubiria fidia ya tano. Ya kwanza nimesoma mradi wa maji wa bilioni 147.5 Ilibidi wananchi wahamishwe kwenye bonde la Mtongila ili kuhifadhi mazingira ya bonde lile. Programu hiyo ya kuhamisha ilikuwa ni programu ya mwaka elfu mbili na tatu, imesuasua. Amekuja kuikamilisha Mama Samia Suluhu Hassan na mbunge Damas Ndumbaro. Wananchi wale wameshalipwa fidia yote ya shilingi bilioni moja na milioni mia tisa fidia ya bonde la mto Luila ambayo ilikuwepo toka elfu mbili na tatu. Mama Samia, Damas Ndumbaro wamekamilisha Songea mjini. Lakini upanuzi wa airport ulichukua maeneo ya watu, mama amelipa fidia shilingi milioni mia sita wananchi wamelipa fidia pale, akuna unachokidai eneo la viwanda la EPZDA katika kata ya Mwenge Mshindo hekari 1500 ambapo fidia yake imekuwa wananchi wakidai toka mwaka 2008 na Daktari Samia Suluhu Hassani na mbunge wa Songea mjini Damas Ndumbaro wamelipa fidia hiyo shilingi bilioni 5.3 zimelipwa. Wananchi wa mwenge mshindo sasa kero yao ya kudai fidia imekwisha, wamelipwa, wameachia yale maeneo. Sasa hivi serikali ya CCM serikali ya awamu ya sita serikali ya daktari Samia Suluhu Hassan inakuja na mpango, serikali inakwenda kujenga majengo ya viwanda kwenye eneo hili, inatengeneza barabara za lami inaweka umeme na maji. Sasa akitokea mwekezaji kama wewe Zaituni, kazi yako ni moja tu, kununua mashine na kuziingiza mle, unailipa serikali kodi. Kwa hiyo tunaenda kufanya sasa, baada ya fidia ile ya mwenge mshindo, tunaenda kuifanya Songea ya kuwa mji wa viwanda. Tumelipa fidia ya barabara ya Songea kwenda Makapa, tunapanua barabara hiyo ili iwe pana zaidi kama nilivyokuambia, makaa ya mawe na hayo mahindi. Msongamano umekuwa mkubwa, barabara imekuwa ndogo, ajali zinakuwa nyingi, na barabara hiyo hata kama ilijengwa kwa ustadi sana, maki ilijengwa mwaka 1986 tayari imeshakaa muda mrefu, inahitaji kujengwa upya. Mradi huo tayari mkandarasi ameshapatikana, wananchi wameshalipwa fidia. Nategemia muda wowote tukasaini Songea pale tupige Lizombe tusaini ujenzi uweze kuanza, Mama anaendelea kuwatumikia wa Tanzania. mm -hmm. Tumebakiwa na fidia moja katika eneo hili hi sisi tunaitwa Mtwara Korido, lakini wenzetu watano wanaita Songea bypass, barabara ya mchepuko kilometa kumi na sita ambapo fidia yake ni shilingi bilioni nne nukta tano. tayari waziri wa fedha ameniahidi ahidi atalipa katika mwaka huu 2025 kwa sababu mradi huo ni sawa unakwenda pamoja na hii ujenzi wa Songea kwenda mahakama. Sasa unaona fidia hizo ambazo zimelipwa zimelipwa fidia tano tena ni sawa na ile. Kuna nyingine ya ya chuo kikuu, chuo kikuu wale Arusha Institute of Accountants wanajenga branchi Songea, okay. Napo wameshalipa fidia shilingi milioni mia sita na tunapoongea sasa ujenzi kiku, wa chuo kikuu cha serikali unaendelea mjini Songea, ili kuwapatia wananchi kile ambacho bora zaidi kitabu kinachotokana na kodi zao. Kwa hiyo maendeleo Songea mjini ni makubwa sana, mji wa Songea unabadilika kwa kasi sana na hata ukiangalia takwimu za benki ya dunia zinasema mm, ndio mji wa kwanza kwa kasi ya kuongezeka watu nchini Tanzania mm, na ni watano barani Afrika mm. Sasa hii ni neema kwetu sisi sote. Ujenzi wa mahakama kuu, haya majengo jumuishi ya haki, integrated justice center ambayo inajengwa kwenye mikoa takribani tisa. Sasa Songea ni moja wapo katika kata ya Msamaha, jengo la ghorofa nne, ujenzi unaendelea pale, ili mji uendelee kung'aa, mji uendelee kumeremeta. Sasa kwa hayo yote ambayo yamefanyika chini ya serikali ya awamu ya sita, pengine nini unawaambia sasa wale wananchi sasa wa pale Songea mjini? Ukiwa kama kiongozi wa wananchi wa Songea mjini, ambayo mimi nimepata heshima kubwa ya kuwaongoza katika kipindi kimoja na nusu. Nasema kimoja na nusu kwa sababu hii 20 25 ndio kipindi changu kamili cha kwanza, lakini niliingia nusu 2018 mpaka ishirini. Katika kipindi hiki kimoja na nusu Serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya Samia Suluhu Hassan imewatendea mema mengi. Mema hayo yanatokana na utekelezaji wa ilani ya CCM, yanatokana na mapenzi makubwa ambayo mheshimiwa Rais Samia anayo kwa wana Songea. Ndiyo maana hata kwenye uchaguzi na kampeni za 2020 ish Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja Songea, alitembelea, alizunguka wilaya zote, akapiga kampeni. Mheshimiwa rais anatupenda sana wanaSongea, anatupenda sana wanaRuvuma. Mwaka huu 2025 tuunge mkono chama cha mapinduzi, tuunge mkono mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, tumuunge mkono mheshimiwa daktari balozi Emmanuel John Nchimbi, tuunge mkono daktari Hussein Ali Mwinyi. Lakini pia wananchi waSongea, ninaomba mmuunge mkono mbunge wenu Daktari Damas Ndumbaro ili tuendelee kuleta maendeleo hayo yote ambayo nimeyasema: uwanja wa ndege, barabara, shule, hospitali, maji pamoja na jengo la mahakama, ni kati ya mengi ambayo yametajwa hapa, mabilioni ya fedha yakitajwa kutumika katika kuboresha maisha ya mtu mmoja mmoja na kukuza uchumi wa taifa. Naamini umejifunza kitu. Hii ni Daily News Digital, na mimi ni zetu ni Mkwama. Endelea kutufuatilia